Bana, mchakato wa kumtafuta meneja mwingine wa Manchester United unaendelea baada ya kuhudumu kwa miezi kumi na nne pekee. Ruben Amorim aliweza kufutwa kazi siku ya Jumatatu kufuatia ukosoaji wake wa hivi punde dhidi ya uongozi wa klabu. Sasa United wamo katika nafasi ya sita kwenye ligi ya Premier na wanawania kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao. Talent Media tunaelewa kuwa Darren Fletcher atachukua usukani kwa miezi michache na michezo inayokuja kabla United kuteua meneja wa muda wa uh, kwa msimu uliosalia. Lakini ni nani anayeweza kukabidhiwa mikoba ya kudumu? Hebu tuanzie hapo. Kuna wagombea katika ligi kuu, uh, huku Erling Ten Hag, lakini pia kuna Ralph na sasa Amorim wakiishia kushindwa kuisaidia United. Je, United wanapaswa kumteua meneja aliyejaribiwa kwenye Premier League? Unai Emery amefanya kazi nzuri katika kuiongoza Aston Villa kutoka kwenye makali ya kushuka daraja na kurejea Ulaya na kuwania ubingwa wa msimu huu. Villa wako katika nafasi ya tatu kwenye jedwali, point 6 pekee kutoka kwa vinara Arsenal, lakini sasa Je, matokeo mseto ya Emery akiwasimamia the Gunners yangefanya kazi dhidi yake? Andon Iraola pia analengwa baada ya kuiongoza Bournemouth hadi nafasi ya tisa msimu uliopita. The Cherries wamekuwa na msururu wa mechi 11 bila kushinda, lakini itakuwa vigumu kwa Iraola kuikataa United ikiwa nafasi itapatikana. Mkataba wa Oliver Glasner Crystal Palace unakamilika msimu ujao na timu yake ilishinda kombe la FA msimu uliopita, huku Eddie Howe akishinda taji la Carabao baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Wote wawili wanaweza kujaribiwa na changamoto mpya. Swali so, lingine ni je, meneja wa kudumu wa United anaweza kuteuliwa kutoka ndani? kiungo wa kati wa zamani na kocha wa sasa wa vijana wa under 18 Fletcher, ambaye ana umri wa miaka 41 alitumikia miaka 11 kuichezea United chini ya Sir Alex Ferguson. Pinzani mwingine wa wazi ni kiungo wa zamani wa United Michael Carrick. Hana kazi baada ya kufukuzwa kazi, eh, kazi yake ya kwanza ya usimamizi huko Middlesbrough mnamo Juni. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 44 ambaye pia alichezea West Ham na Tottenham alichezea United mechi 463 katika kipindi cha miaka 12 akishinda mataji 17 kabla ya kustaafu mwaka 2018. Ikiwa atakuwa hana kazi kufikia msimu wa joto, bado itaonekana. Lakini kocha wa Ipswich Town Kieran ni kiungo mwingine wa United ambaye anaweza kuwa kwenye rada ya Manu. Kocha huyo msaidizi wa zamani wa kikosi cha kwanza cha United mwenye umri wa miaka 39 amevutia katika nafasi yake ya kwanza ya umeneja katika klabu ya Ipswich, aliongoza hadi ligi ya Premier kwa kuwapandisha ngazi mfululizo, na baada ya kushuka daraja msimu uliopita amewasaidia kushika nafasi ya tatu kwenye ligi ya mabingwa msimu huu. Kupandishwa daraja kwa timu hiyo msimu huu bila shaka kutaimarisha nafasi yake. Lakini vipi kuhusu kurejea kwa mshambuliaji wa zamani wa United na bosi Ole Gunnar Solskjaer? Inaweza kuwa haiwezekani, lakini hana kazi na bado anapendwa na mashabiki. Muda wake wa miaka mitatu kati ya 2018 hadi 21 ulimalizika kwa, ulimalizika kwa kuta uh, ulimalizika kwa kutamaushwa. Lakini je, anastahili sifa zaidi kwa kazi aliyoifanya? Zaidi ya miaka minne iliyopita, United walimaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi ya Premier chini ya Sosha, wakifunga mabao 73 mengi zaidi ndani ya msimu mmoja tangu enzi ya Ferguson kumalizika elfu mbili na Tatu. Sasa kutoka barani Ulaya kuna majina mengi sana makubwa Ulaya ambayo United inaweza kuyalenga. Jina moja ambalo United wamekuwa wakihusishwa nalo ni kocha wa Marekani Mauricio Pochettino pamoja na Marekani kuandaa kombe la dunia kwa pamoja msimu huu wa joto. Endeleo wa United kusubiri uteuzi wa kudumu utaonekana kumfaa lakini jina kubwa kwenye orodha ya watu wengi ni bosi wa zamani wa Barcelona Xavi amekuwa nje ya kazi tangu 2024 na nafasi ya kusimamia katika ligi ya Premier bila shaka itakuwa matarajio ya kuvutia aliyekuwa meneja wa Barcelona Luis Enrique alikabidhiwa ligi ya mabingwa kwa Paris Saint-Germain kama sehemu ya treble msimu uliopita bado yuko kwenye kikosi cha PSG lakini ameshinda yote akiwa na mabingwa hao wa Ufaransa. Zinedine Zidane zidani bado hana kazi miaka minne baada ya kuondoka Real Madrid, lakini je ana tamaa ya kuifunza timu ya Ufaransa siku zijazo? Robert De Zerbi, uh, Zabi kumradhi, amewahi kufanya kazi nchini Uingereza uh, chini, chini baada ya muda wake Brighton kwa sasa anafanya kazi ya kuvutia huko Marseille. Hata hivyo, hai, anajulikana kwa kusema kile anachokifikiria. Je, anaweza kuwa muhimu kwa uongozi wa United? Tunajiuliza, ni nani mwingine anaweza kulengwa na United? Gareth Southgate amekuwa akihusishwa na United kwa muda mrefu, lakini alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kabla ya uteuzi wa Amorim aliposema hatarejea kufundisha kwa angalau mwaka mmoja baada ya kuondoka Uingereza. Kwa kuwa amekuwa nje ya usimamizi tangu Julai 2024 anaweza kuwa tayari kurudi, lakini Southgate alio, aliongoza England kwa michezo mia moja na mbili ndani ya miaka minane na kuiongoza ha, hadi fainali mbili za ubingwa wa Ulaya na nusu fainali ya kombe la Dunia. Mmiliki mwenza wa United Sir Jim anajulikana kuwa shabiki wake, lakini Southgate hajafanikiwa katika ngazi ya klabu tangu aondoke Middlesbrough miaka 16 iliyopita. Vipi kuhusu Enzo Maresca? Aliyetimuliwa Chelsea wiki iliyopita anapatikana, na kama Southgate anaweza kuwa chaguo kwa muda mfupi na muda mrefu zaidi, sijajua kwamba hapo itakuwaje. Sasa maana bado nani ambaye anaweza kuwa meneja wa kudumu wa United? E bana, mimi sina la ziada kwa simulizi hiyo fupi. Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh. Mchana bye bye.